Nilisoma siku nyingine kuhusu Susie mdogo ambaye alikuwa akijifunza herufi zake za ABC darasani. Aliporudi nyumbani kutoka shuleni, alikuwa tayari kucheza nje, lakini kulikuwa na kazi za nyumbani zilizokuwa zikimzuia, na mama yake hakuwa akilegeza msimamo. Hatimaye, kutokana na kuchoshwa, Susie alikaza ngumi yake na kupiga kelele eh, B C D E F G. Vema, nani anaweza kubishana na hilo? Naam, alichukua kile alichokuwa kijifunza na kukitumia kwa namna fulani, ingawa hakikuwa na maana yoyote. Nilifikiria kuhusu hilo nilipokutana na kuchoshwa kwa David hapa katika Zaburi 9 ambapo anajumulisha matumizi ya alfabeti. Kile atakachofanya hapa ni kutumia herufi za Kiebrania mfululizo wanza kila ubeti mpya. Sasa yeye hapigi kelele kwa Mungu anaonyesha kuchoshwa kidogo, lakini inawezekana zaidi anatumia herufi za alfabeti kwa namna ya kusema, kama njia ya kusaidia watu kukumbuka zaburi hii. Sasa mara moja tunaona kuna kichwa hapa, hicho ni kichwa tena, kwa namna ya kusema, inaonekana inahusu zaburi zote mbili, Zaburi ya tisa na kumi, inatupa dalili kwamba zaburi hizi mbili huenda ziliimbwa kama wimbo mmoja. Kichwa kinasema, kulingana na Muth Laban. Sasa kwa maana halisi hii inamaanisha kwa sauti ya kifo cha jua. Sasa hatujui hasa David alikuwa na nini akilini. Tunachojua ni kwamba David anaanza hapa kwa kutoa ahadi ya kumsifu Bwana. Mstari wa moja unasema, nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote nitasimulia matendo yako yote ya ajabu, na david anaendelea kusimulia baadhi ya matendo hayo. Mstari wa nne: umeendeleza sababu yangu ya haki, umeketi kwenye kiti cha enzi ukitoa hukumu ya haki, umezionya mataifa kwa njia. Ni wazo zuri kufanya kile david anachofanya hapa. Unajua, unapaswa kuweka aina ya orodha ya neema ya Mungu katika maisha yako. Unajua, tuna tabia ya kuchonga tamaa zetu kwenye jiwe na tuna tabia ya kuandika baraka zetu kwenye mchanga. Kwa hivyo labda weka daftari au andika mambo chini, kumbuka wema wa Mungu jana, na itakutia moyo unapokabiliana na wakati mgumu leo. Sasa katika mistari ya saba hadi kumi Daudi anamsifu Bwana kwa kuwa mwenye haki na wa kuaminika na daudi kwa namna fulani anawaalika kila mtu kuimba pamoja naye hapa mstari wa kumi na moja unasema imbeni sifa kwa bwana anayeketi kwenye kiti cha enzi huko sayuni waambieni watu matendo yake kwa maana yeye anayelipiza damu anawakumbuka yeye hasahau kilio cha walioonewa kwa hivyo, baada ya kumsifu Mungu kwa jinsi alivyo na kile alichofanya hapo awali, moyo wa Daudi uko tayari kumwomba Bwana kitu ambacho alitaka vizuri. Alitaka kuuliza hili mwanzoni na hiyo ni ukombozi kutoka kwa maadui zake. Anaandika hapa katika mstari wa kumi na tatu, unifadhili e Bwana, ona mateso yangu kutoka kwa wale wanaonichukia. Tena hapa katika mstari wa kumi na tisa, inuka e Bwana, usiruhusu mwanadamu kushinda. Acha mataifa yahukumiwe mbele zako, waweke katika hofu. Ye Bwana, acha mataifa wajue kwamba wao ni wanadamu tu. Watu huwa na tabia ya kujigamba duniani, sivyo? Hasa wale walio na mamlaka, wenye vichwa vikubwa, kujivuna na kujigamba. Daudi hapa anamwomba Bwana, Bwana, unaweza kuwakumbusha kwamba wao ni wanadamu tu, kwamba wao ni vifo vya kawaida na kwamba mwishowe wanawajibika kwako, e Mungu. Zaburi ya tisa inatumia nusu ya kwanza ya alfabeti ya Kiebrania. Kila herufi inaanza kila ubeti mpya. Sasa Zaburi ya kumi inachukua nusu ya mwisho ya alfabeti ya Kiebrania tena. Hii ni zaidi ya uwezekano wa kusaidia kukumbuka mistari hii, kukumbuka wimbo huu, ili waweze kuimba kwa Bwana. Sasa tunapochukua zaburi ya kumi, Daudi anarejelea wasiwasi wake kwamba dunia inaonekana kuwa dhidi ya Bwana, na kwa kweli anataka Bwana afanye jambo kuhusu hilo. Anasema hapa katika mstari wa moja kwa nini, e Bwana, unasimama mbali? Kwa nini unajificha wakati wa shida? Kwa maneno mengine, Bwana, kwa nini waovu wanafanikiwa? Kweli anataka Mungu aingilie kati na kushughulikia hali hiyo usisimame tu pale mbali, jihusishe hapa, wazime kwa namna fulani. Kwa hivyo, anaelezea tabia kwa kweli ya watu hawa na anaanza na kiburi cha waovu. Anasema kwa kiburi waovu huwafuatilia maskini kwa hasira, mstari wa mbili. Anasema hapa katika mstari wanine, wa nne, kwa kiburi cha uso wake mwovu hamtafuti Bwana, mawazo yake yote ni hakuna Mungu. Daudi anasema wasi wao unaonekana tu kwenye nyuso zao, sura yao halisi. Unajua, imesemekana kwamba uso wa mtu unaonyesha hali ya roho yao, na naamini hilo ni kweli. Je, una wasiwasi? Wasi itajitokeza kwenye uso wako. Una hasira, umekatishwa tamaa, unajivuna, ina njia ya kuunda sura ya mtu. Abraham Lincoln aliwahi kuulizwa kumteua mtu fulani kwa nafasi muhimu sana, na alikataa. Na akaulizwa kwa nini, na hatimaye alisema, vizuri, sipendi uso wake. Naam, mtu aliyekuwa akipendekeza mgombea huyu alibishana, hawezi kuwajibika kwa uso wake. Lincoln alijibu, kila mtu aliye na umri wa zaidi ya miaka 40 anawajibika kwa uso wake. Unajua, aliamini kwamba kufikia umri huo chochote kinachoendelea ndani kitaonekana na kuunda sura nje. Mimi binafsi naamini Lincoln alikuwa na jambo. Naam, hapa katika mistari ya saba hadi kumi, ukandamizaji wa mtu mwovu kwa watu wengine unaangaziwa. Daudi anaandika, kinywa chake kimejaa laana, chini ya ulimi wake kuna hila na uovu anakaa kwa kuvizia katika vijiji, anawaua wasio na hatia, wasioweza kujitetea wanapondwa, wanazama chini na kuanguka kwa nguvu zake. Mstari wa kumi na moja unaongeza kuhusu mtu mwovu. Anasema moyoni mwake, Mungu amesahau, ameficha uso wake, hataiona hataona kamwe. Unajua, watu waovu wamehitimisha kwamba kwa kuwa Mungu hajachukua hatua ya hukumu, inaonekana kama amesimama tu pale, kwamba atachukua hatua ya hukumu kamwe, hivyo wanaweza kuendelea kufanya chochote wanachotaka. Ah, lakini Daudi anaandika hapa katika mstari wa kumi na nne: lakini wewe unaona, kwa maana wewe unajua uovu na kero. Kwa maneno mengine, Bwana unajua yote kuhusu dhambi zao umechukua kumbukumbu kumbu. Umeandika chini katika kitabu chako kidogo mahali fulani uhusu uovu wao wote. Inafurahisha kwamba neno kwa mtenda maovu linalotumika hapa katika mstari wa kumi na tano linarejelea mtu anayevunja kila kitu kilicho sawa na kizuri unajua, mwenye dhambi, mtu mwovu anaonekana kuwa na nia ya kuharibu kila kitu kilicho kizuri na cha heshima. Kwa kweli tafsiri ya Kiyunani ya neno hilo la Kiebrania ni poneros. Neno hili linatumika katika Biblia kwa aina zote za uovu, aina zote za ufisadi. Poneros kwa kweli linatupa neno letu pornografia, limetokana na hilo. Aina zote za nyumba na ndoa zimevunjika kwa sababu ya pornografia. Naam, malalamiko ya Daudi hapa ni kuhusu kile nilichosema tu kwa kweli labda umesema hivyo moyoni mwako: Bwana, inaonekana kama uovu unapata ushindi. Inaonekana kama watu waovu wanaponyoka na uasherati wao, ponografia yao. Wanataka kuharibu kila kitu kilicho kizuri na sahihi. Naam, katika zaburi hii yote, Daudi amekuwa na wasiwasi, amekuwa na kuchanganyikiwa kidogo lakini sasa hapa katika mistari michache ya mwisho anageuka kidogo, na kutukumbusha kwamba hata Mungu anapokuwa kimya, bado yeye ni mkuu. Hata anapoonekana kusimama pale pembeni, bado anadhibiti. Ndiyo maana sasa Daudi anaanza kuimba katika mstari wa kumi na sita, Bwana ni mfalme milele na milele, mataifa yanapotea kutoka katika nchi yake. Ee Bwana, unasikia tamaa ya walioonewa, utaimarisha mioyo yao, utasikiliza kwa makini ili kutenda haki kwa yatima na walioonewa, ili mwanadamu wa duniani asitishie tena. Hakuna zaidi. Kwa hivyo Zaburi tisa na kumi zinaonyesha kwamba ingawa uovu unaonekana kuenea na hukumu haionekani, hukumu ya Mungu inakuja, na niambie, iko kwenye ratiba. Itatokea siku za usoni wakati Mungu atakapohukumu kizazi chote cha wanadamu wasioamini. Sasa, kwa wakati huu tunaweza kumtumaini leo, kwa sababu wakati Mungu anaonekana kutokuwepo, nahitaji kukukumbusha, hajalala. Hapa kuna wimbo wa kuimba kwa njia ambao utatia moyo ibada yako, utaimarisha imani yako, na niwakumbushe pia kwamba sisi waumini ni wenye dhambi